Likua mnasema mnataka kumjua mmiliki halali wa gari, nadhani mnaziona gari hizi hapa. Maybach hiyo hapo milioni 700, bilioni moja na milioni 500 hii hapa. Hii hapa sport car, hii hapa luxury car, hiyo hapo ndio inashuka kwa owner mwenyewe, tajiri, mtoto mdogo mwenye pesa nyingi, kiongozi wa chama na serikali. Ukiniona mimi jua, unaona hela. Najua maadui zangu, watoto wa mjini, unajua mi mtoto wa shamba mi nimetoka Mbeya ya Kiela huko kijijini maskini mmoja nimezaliwa kwenye familia ya kimaskini na walipresenti maskini wote vijana ambao wametoka kwenye familia za kimaskini mimi ndio role model wao kwa hiyo siwezi kufeli hata iwaje yaani watoto wa mjini katika siku nimewatia lakati basi hizi siku tatu nawatia lakati sana nawapigia simu mpaka mademu zenu oh, chifu ameishiwa? Oya, oh mi siishiwi leo wala kesho. Mi mtoto wa kijijini, nimetoka kijijini, alafu niko mjini natamba na hamna na kitu chochote. Mtoto wa mjini ataniambia, yani wewe mtoto wa mjini, mi kwangu fala kama mafala wengine, na una chakuniambia chochote? na hela chafu na uwezo wa kuzibeba gari kutoka Dar zikaja Kenya, na nikaishi nazo alafu fresh, nauna chakuniambia haya gari hizo, zimetoka Dar, zimebebwa zitembei Nimeletewa mpaka hapa na Nairobi CBD. Utaniambia nini wewe maskini? Gari yako inaishia Mbezi Beach, inaenda hapo Sinza kwa Malaya na Tabata ime hizo hapo Dinga. Dinga hizo hapo zinashuka. Si unaelewa? Wale wote waliozani nitasafa. Wale watu wote waliozani nitafilisika, nitaishiwa. Niye ni umbwa. Yaani mtu aliyesota yuko kama mimi mtu aliyeishiwa yuko kama mimi mnavyoniona. oneshe onyeshe ndinga hii yote ni jeuri. Hii ni jeuri ya pesa. Pesa inaongea, ukishakuwa una pesa unaweza kufanya chochote unachotaka nachotaki. eti oh, chifu amesota. Mimi ni wa kusota, nisote mimi. Sasa mimi ni kisota, kutakuwa kuna, kuna nini tena Kwa tunajiuliza gari zinaenda kwa mwenyewe. Nadhani mwenyewe mwenye gari sasa ushamjua ni nani. Nimelipa dola elfu ishirini gari zitoke Dar zinifate Kenya. Juu watu wengi huwa wanadhani gari hazifai kutoka nchi moja kwenda nchi nyingine, lakini ukishakuwa na hela, una uwezo wa kubeba gari mbili, msafara gari zikawa nne, moja imebebwa nyingine imebebwa na mbili Chuma, si ndo hiyo? oi, jo! Chuma <laughs> ndo hiyo nadhani. <laughs> tulikuwa na tunamtafuta mwenyewe, sasa mwenye gari haya eh? gari hizo hapo, ndio kwa namtafuta mwenye nazo, hizo hapo kuna lingine la kuzungumza haya. Mustang ah, ndio hiyo, umelipa dola elfu ishirini dola elfu ishirini kubeba gari za kifahari hii gari milioni mia saba ile pale bilioni moja na milioni mia tano haziwezi zikatembea chini umbali mrefu kwa hiyo mkihisi mmeniweza mimi ndo nimewaweza nyinyi na upumbavu wenu. Yaani gari sipite tu mtaani basi, mmerekodi, oh, tajiri ikafuria. Mimi kufulia sio leo, kwa sababu nguvu nayoitumia sio nguvu ya kawaida, si mnaelewa? Mi pesa zangu sio pesa za kawaida, kwa hiyo haziwezi kufulia leo wala kesho. Siku zote masikini huwa wanafurahia kuona mtu ameanguka au amekwama amekendi kwenye maisha, wanakuwa wanafurahia kuona kwamba maskini wanakuwa wengi, yani maskini wanakuwa wengi. Sasa mimi siwezi kuwa maskini, yani mi siku nitakuwa maskini, basi ndo siku nitakufa. Yaani mi siku ya kuwa maskini ndio ile siku nimekufa, sasa nimededi, ndio siku nakuwa maskini. Lakini hivi hivi roho, mi najua nini nifanye ili nifanikiwe. Wewe tu ndio ujui nini ufanye ili ufanikiwe. Mimi najua nifanye nini ili nipate hela, si mwenyewe? Ukiniona tu unajua umeona hela eh. Ukiniona tu unajua ndio umeona hela, si ndio? Huyo ndio mimi, gari ndio hizo.